Ladies and gentlemen, karibu sana kwenye Pepa Toku na Frank Mathew, tuanze na muhtasari wa magazeti yetu ya siku ya leo. Nipo na gazeti la Nipashe, Uhuru, Mwananchi, Mwanaspoti kwa muhtasari tu: Kariako, wachumi, Kariako, Simba, Yanga, muhtasari umeisha. <laughs> na tuanze kabisa na gazeti la Nipashe. E, Nipashe wanatupasha nini basi siku ya leo? Nipashe habari nasema, bebi tuonge Kiingereza tit <tipashe> ntir ntirintiriti Kiingereza, Kiingereza cha bungeni chazua mjadala mpya. Kiingereza cha bungeni, ilikuwa najiuliza kile kiingereza ambacho tulikuwa tunakiongea kule hadi eh, eh, shule za msingi au kile cha kwenye mitiani kimeendaga wapi? Kile kiingereza ambacho unakutana na maswali unajaza yote true true true true, unasema zimekuwa nyingi, unaanza force force force force force, unasema haiwezekani zote zikawa true and false <laughs> heko, unajijazia kimeendaga wapi? Kumbe kimehamia bungeni, unakikumbuka kile kiingereza cha chama kimenja true or false false If the pressure increase or decrease kimekimbilia wapi? Ikiumu kiingereza cha bungeni cha zua mjadala thesa <laughs> the sir, the general, <laughs> the speaker and, and the radio. Ila bungeni mturudishe vingereza vyetu, kwani vinao. Gazeti la Nipasha ilo liendelea kusema mm. Viazi bei juu, chipsi zawa anasa, walaji na wakulima walia. Ha, wakulima wajalia sana walaji, maana chipsi, ndugu zangu, kuna yani sawa ukatazwe sasa kule. Chipsi kuna watu wanasemaga usilele usile chipsi chips. Oh, ushokutana na chipsi zimekuwa kama rangi hivi ya kahawia chipsi mayai ziwekwe mayonaizi ziwekwe tomato, alafu upate na kasoda kama lini, kanatiririka jasho, naembea na hachi chipsi. <gibu> kuna vitu vya kuacha daktari, kwenye hilo mi nakuita pembeni na kupiga kwanza mkwanja, uniruhusu. Chipsi chipsi ni za kuacha eh, nyinyi nyinyi nyinyi. Sasa viazi mei juu, ah, viazi vipande, lakini chipsi zibaki pale pale. Habari nyingine, gazeti la Nipashe. Hey, eh, ila ndoa ndoa ndoa nyinyi angatwa mdomo, nilisema habari kianza na a. Kenzana angatwa mdomo na mkewe hii. Kisa simu ya mwanamke. Angatwa mdomo, kuna mwanamke, kisa mwanamke. Sasa <laughs> hapo unatakiwa ujiulize, aingatwaje tu... hey, <laughs> <Taka mbusu>, njoni... <laughs> <tokana> mdomo ina maana, <tokana> tu mpenzi akaona mpenzi, yani miona hiyo, hamna shida, njoni kubusu, anataka mbusu, njoni. Toka na mdomo We, vidole. Vidole sasa, wewe baada ya kung'ata vidole vidole ndio vilikuwa vina chat na mwanamke mwenzio eh? Sasa ah, unamng'ataje mdomo? Kimbia ma ah ufanyaji mazoezi unakosa hata sababu za kusema. Hilo ni gazeti la Nipashe, gazeti la Uhuru, ukweli daima, yanasema tabasamu la rejea Kariakoo. So Kariakoo, mimi nimshukuru, niwashukuru serikali kwa kuweza kufungua lile jengo pale la jipya soko kuu Kariakoo. Mheshimiwa Rais, ongera sana Sala. ila nina nikuombe, Mheshimiwa Rais, na kwenye bajeti ijayo, wekeni bajeti ya kupunguza joto la Kariakoo. Yaani Kariakoo unaingia hivi unapigwa jua. Ile jua la Kariakoo uongee hata mwenye kitu wa soko naye inabidi uongee. Kwenye sehemu ya malika naye funguliaga jua la Kariakoo. Ah, ah too much. Unapigwa jua mpaka unasahau ulikuwa umefanya. Yaani unaenda tu kununua ka vest. Unazunguka siku nzima unatafuta tu vest. Hilo jua lake na eish. Na alafu mnatembea kwa foleni hivi, nashukuru wamesema watole utolewe na nilio pale, ili ipatikane nafasi za mabarabara ni a uh -uh, mimi niongee swala la joto la Kariakoo. Too much. Yaani, kuna joto muda mwingine linakupiga mpaka kivuli chako wenyewe kinakimbilia kivuli, unaandabaki mwenyewe. Eh <laughs> sasa mchezo ni habari uh, katika gazeti la Uhuru ukweli na daima inasema wachumi wataja mambo saba kukuza sekta ya utalii. E, sasa katika mambo saba mlio yataja, tuanzie na mimi niwaongezee nyingine kwenye levo ya familia. Sisi mnahamasisha utalii wa ndani akati sisi kwanza, tunakuwa tunatishiwa tuna wanyama. Kula tamuita simba. <laughs> Kula tamuita chui. Mimi mkubwa vitu na gazeti la Mwananchi, janga jipya la pikipiki na bajaji zinazotumia umeme. Wanasema haya hazijasajiliwa. Tushazoea hayo, hasa hivi vidude vinapitaga shwa hasa vikiisha na nilio vyombo vyote vya vyo usafiri visipokuwa vinatumia na nilio mafuta huku barabarani mpata kuwa mna makelele, na mimi binafsi nimeshazoea makelele. Hmm. Sasa hapo itakuwaje? Serikali, ningeomba hizi za umeme zifungiwe maspika, ziwe zinapiga tu makelele ambayo tumeshayazoea, kwa sababu mwingine unashtuka tu kitu kipo mguuni kwako. Hiyo ah, ah. Kwenye hizi za kutumia umeme wekeni maspika tushazoea kelele. Na gazeti la Mwananchi limeendelea kuweka habari hii ambayo itakiwa hiyo kwenye michezo. kwa nini? Ah, sawa, taisoma sababu mashabiki ukukacha kwenda uwanjani. Mngesema tu sababu za Simba <laughs> mashabiki wa Simba kukacha kwenda uwanjani na zipo wazi, kwani kuna haja ya kuzisema hizo sababu za nani? <laughs> Twende katika gazeti la Mwana Spoti katika habari za michezo. Kwenye habari za michezo nichukue kalkuleta yangu hapa, ndo nisome hizi habari za michezo sasa. Katika habari za michezo, hesabu ngumu, gazeti la Mwana Spoti. Hesabu sio ngumu, mimi niwasaidie tu ndugu zangu, wana Yanga niwasaidie. Asfarabat anaenda kule, anapigwa. Asfarabat anapigwa anapigwa alafu sasa Je Kabilia, ambaye Kabilia tunacheza naye tarehe kumi na tano tunampiga sio chini ya goli tatu kwa mbili mara tatu. Mbili. Jumlisha. Ehe. Alafu sasa kule tukirudi kwa kwa Ali Ahali ambaye anacheza na Asfarabati anatakiwa Ali Ahali yeye ampige Asfarabati goli nanono nampige goli mbili goli mbili mbili au goli tatu atufanye tuongee nao, wapigwe goli tatu, kwa sababu wao watakwepo tu uwanjani, au asfarabati hawachezi. Kwa hiyo eh, ali ahli wao watafunga tu haya magoli kiurahisi. Kwa hiyo ali ahli atashinda goli tatu. Alafu sasa sisi huku tunapocheza na Jei Kabili gejei Kabili yee at, naye ataingia uwanjani, atacheza tu viongozi kwa watu wacheza wachezaji kwao. Sisi naye je Kabili tutampiga goli ngapi? Goli tatu kwao, automatically hapa tunakuwa tumeenda wapi? Robo fainali, kwa sababu hizi timu zingine tunazoziambia tu zitapigwa tu, zita zitakuwa zinachezesha viongozi na benchi la ufundi hmm. <laughs> Ndugu zangu, ambao walishatoka mapema, mechi ndio ifuata wanacheza ni Simba na Malien ambao tayari wameshafuzu, na sio tu kufuzu. Tunakubali kwamba Simba imetolewa, lakini ndio ile. Kwa siku ya Valentine tarehe 14, kuna umizo na mapenzi, alafu kuna umizo tena na Simba. Mpenzi wako anampigia na kwamba upo wapi, na kwamba nipo na wazazi, nitakuwa sipatikani, simu imeisha chaji. Sio chaji, chaji haziuzwi, kari yako mpya imefunguliwa, kila mapenzi alafu shwa anapotea, yani ulikuwa wapi kulikuwa amna network, serikali imetangaza kuna mvua kubwa ah, tarehe kumi na nne hiyo. Unapigwa huko, unasema ngoja nikaangalia mpira, unakutana na Simba inacheza, unapigwa <laughs> hey. So, kocha wa Simba baka apiga mkwara sasa. Wewe unapiga mkwara au sisi Simba tunataka kupiga wewe mkwara? Eh, wewe ndo, sisi ndo tunataka kupiga mkwara kwamba wewe ukizingua hata pasaka utoboe Tunakusingizia kibwa. Akizingua tunakusingizia wewe, kocha. Akizingua mchezaji akibutua nje, tunakusingizia kocha. ukila hapa pasaka niite dogi <laughs> eti, hey, unatutishia hey. kuna gazeti nyingine ananiliwa eh, yeah. ile gazeti na ipo eh, yeah. kuna habari ya Simba hapa kwamba yatoa hey, hey, Simba yatoa kombe, ndio aipo nikaicheki huko Habari inasema Simba atwaa kombe. haya haya.